Kanali wa jeshi ambaye alichukua mamlaka katika mapinduzi ya kijeshi ameapishwa kama kiongozi mpya wa Madagaska leo Ijumaa, Oktoba 17, 2025, kutokana na kero za umeme na maji ambazo ndizo zilizomwondoa rais Andry Rajoelina na kumfanya akimbie nchi hiyo. Kanali Michael Randrianirina kamanda wa kitengo cha jeshi la wasomi amekula kiapo cha kuwa rais mpya katika hafla iliyofanyika katika chumba kikuu cha mahakama kuu ya kikatiba ya taifa hilo na ya majaji wake tisa waliovalia mavazi mekundu. Kupanda kwake kiti cha urais kunakuja siku tatu tu baada ya kutangaza kwamba vikosi vya jeshi vinachukua mamlaka katika kisiwa kikubwa cha bahari ya Hindi chenye watu wapatao milioni thelathini katika pwani ya mashariki ya Afrika. Umoja wa Mataifa umelaani unyakuzi huo wa kijeshi kama mabadiliko ya serikali kinyume na katiba, lakini kumekuwa na hisia ndogo kutoka kwa nchi nyingine, ikiwa ni pamoja na mtawala wa zamani wa kikoloni wa Madagascar, Ufaransa. Unyakuzi huo ambao ulikuja baada ya wiki tatu tu za maandamano dhidi ya serikali yalifanywa na vijana hadi kusababisha Madagaskar kusimamishwa kutoka Umoja wa Afrika. Mpaka sasa Andry Rajoelina hajulikani aliko baada ya kuondoka nchini humo akidai maisha yake alikuwa ya hatarini kufuatia uasi wa wanajeshi wa tiifu kwa Randrianirina. Andry Rajoelina inasemekana alitoroka kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Rajoelina alitimuliwa baada ya kupigiwa kura za kuondolewa wadhifa wake na wabunge siku ya Jumanne Oktoba 14, 2025, baada ya kanali huyo kutangaza kuwa jeshi linachukua madaraka. Randrianirina ambaye anaaminika kuwa na umri wa miaka hamsini na mmoja alibadilisha mavazi yake ya kijeshi na kuvaa suti nyeusi na tai ya bluu kwa sherehe ya kuapishwa ambayo ilihudhuriwa na maafisa wa kijeshi, maafisa wa kiraia na wanadiplomasia wa kigeni. Kanali huyo aliibuka kutoka katika hali isiyotarajiwa na kuongoza uasi kutoka katika kitengo chake cha kijeshi cha Kapsat chini ya wiki moja iliyopita. Aliwahi pia kufungwa kwa muda wa miaka miwili iliyopita kutokana na jaribio la uasi. Randrianirina amesema katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press siku ya Jumatano Oktoba 15, 2025 kwamba nchi kuchukuliwa na jeshi ni hatua ya kuwajibika kama raia na wazalendo. Kuanzia sasa na kuendelea tuta rejesha nchi katika hadhi yake ya zamani kupigana dhidi ya ukosefu wa usalama na hatua kwa hatua tutajaribu kutatua matatizo ya kijamii ambayo watu wa Madagaskar wanapata, alisema katika mahojiano kwenye kambi ya kitengo chake ambako alitangaza nia yake ya kuchukua nafasi ya rais jana alhamis Oktoba 16, 2025. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Gutelesh alilaani mabadiliko ya serikali kinyume na katiba na kutoa wito kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba na utawala wa kisheria msemaji wake Stefan Dujarric alisema hii ni msasa media msasa kisasa zaidi